Ay, ndo nimefika nyumbani sahizi saa 4 saa tano kama daka ishinamoja aasasa ataka nende ndani nijue wamelala, wanasubiri aafumwne tabia ya tazama. Hapo amewasha, ame katuni. Ona mtoto alivo, jamani, shule zinafunguliwa lini? Hapa wameweka katuni, unaona katuni, alafu hapa ameacha laptop, unaona ameacha laptop, taa ziko wazi, hawajazima ye na mama yake. Katuni hiyo hapo, hiyo hapa wameweka katuni jamani, hiyo katuni. Haya, ngoja twende juu tujue kinachoendelea chumbani kwake. Jamani, hizi shule zifunguliwe tu, shule zifunguliwe, shule zifunguliwe ukiwa na mtoto wa kike lazima ujifunze kugonga. Hey, ujalala jamani. Mziki unaanza, angalia chumba kwanza. Chumba vi, mabegi alivyo, ma snacks ma snacks, katuni hapo wanaangalia. Sawa, haya kule, umeacha tv wazi, laptop wazi, tv wazi, laptop wazi, e, taa hujazima shule zinafunguliwa lini next year jamani? Yes. kazi ninayoipitia mmeiona eh? kazi ninayoipitia hiyo. So haya I... like ngoja niende kwa mamaake nijue, um, yes. Eh? nijue unasema hiki ndicho ninachopitia mimi. Saa hizi ni usiku, nimerudi ni makelele ya katuni jamani, nakwenda kwa mamaake <laughs> sema hana